Tunashukuru kwa ujio wabu, karibuni sana wazee, asante. Tuambie, hii ndo eneo eneo ilikuwa ya maafa maafa, ndo eneo ilipita tu hapa, watu wote wanaona, na hapa ndo kulizikwa watu wa kwanza hapa. E, tuko juu ya miili ya watu na tungali tunaenda kwa kupata uhakikisho zidi sana ya wageni waliotutangulia hapa. Asante kwa ujio mwenu hapa. Watu ngapi wanachikiwa? Hapa watu waliozikwa wali hapa, idadi yao haijulikani, kwa sababu mpaka hivi hatuyaidentifie e, idadi yao na maji, balifunikwa na maji ambayo iliyotoka katika mto huu, eneo tuko nao, eneo ulifanya hii majanga. Zaidi ya watu ngapi walikufa? na hii eneo ya Kasaba ni eneo ya batu bengi banakiaka kulangula masamaki mm -hmm. na wakati janga ilifika Kasaba, ilikuwa napokea watu wengi kutoka Kimbi, sababu hapa wanakuja kutoka Misisi, kutoka Nyange, kutoka Ngalula kia kulangula samaki hapa, na wengine kutoka Kalemi, kutoka Kazimia. Hivyo wakati e, kimbunga kilifika kiliweza kufunika miili ya watu hivi. Tuko yulu ya miili ya watu waliozikwa wako pale pale kuna idadi ya watu ambao miili ambayo ililogotwa ikazikwa na ndo kwenyewe walikia kutia ile gerbe de fleur kwa kuweza kukuwa pamoja na kuhonore ile mamiili yao pale. Lakini jitihada ziliweza kufanyika, sababu hapa kuna mawe mengi, haikuwezekana kutosha ile mamiili ya bantu. mm -hmm. Meselema kuko mwili ya mutu yenyewe ilienda kuogotwa hapa kukuta nguruwe zishaanza kula mbavu ha, ya, ya. Na ile harufu ndo batu kuya kuona mama, nguruwe iko mingi kufukuza, kukutanisha kuko mwili ya mtu deja baishaanza kula, ikakamatiwa nayo ikaenda kuzikiwa pale. Ile ndo situasio yenyewe tunaweza sema kwa hii eneo sababu e, mai ilishuka mwa hii eneo ingine iko pale na zilikuwa omwe parti tatu.

fasi ku makalamité kama haya tunafurahi na tunashukuru kwa sababu uh, vise gouverneur anaendelea ku assiste. Safari ya kwanza alikuja, safari ya pili akakuja na gouverneur tukiler, safari ya tatu hii sasa uh, tunawasubiri tuko hapa sisi kama les temoins oculaires wa kuona maakxion ya Jeanjacque yes kuona maakxion ya Jeanjacque yenye huko anafanya juu ya kwao, vraiment inasaidia inasaidia inasaidia sana inasaidia sana. Ndio maana anasema ufike huko natufanya to... maimagi na kazi yenye inafanyika, kazi hii ni kazi ya kushukuru. muu balikufauzi la wavua roge kule, kule Tanganyika, maboti ya chakula kuina kuya